Katika maeneo mengi ya milimani na porini duniani, kuna viumbe wa ajabu sana na wa kutisha ambao wameshuhudiwa na watu, lakini sayansi imeshindwa kabisa kuwaelezea. Viumbe hawa mara nyingi hutajwa katika hadithi za kale, imani za mitaani, na urithi wa tamaduni, lakini pia kuna ushahidi wa baadhi ya mashuhuda waliodai kuwa wamewaona viumbe hawa kwa macho ya Leo tutaangazia baadhi ya viumbe hawa wa ajabu zaidi na matukio ya kushangaza ambayo yameshuhudiwa katika maeneo ya milimani na porini. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, karibu kuisikiliza hadithi hii ya kushangaza sana. Namba moja ni kuonekana kwa kiumbe Yeti. Yeti ni kiumbe maarufu anayeishi katika milima ya Himalaya, hasa katika maeneo ya Nepal na T Tibet. Mara nyingi anaitwa mtu mweupe wa milima kutokana na maelezo ya mashuhuda ambao wameshuhudia kiumbe huyu mkubwa na mwenye manyoya mengi mwilini mwake. Yeti anasemekana kuwa na urefu wa mita mbili nukta tano au zaidi na ana sifa za kutisha za mwili mkubwa na manyoya meupe. Hadithi za Yeti zimekuwa sehemu ya urithi wa kabila za watu wa Himalaya kwa karne nyingi sana, lakini hakuna uthibitisho wa kisayansi wa uwepo wake. Wanasayansi mbalimbali mbali, wamejaribu kukusanya ushahidi kama nyayo za miguu au manyoya, lakini mara nyingi ushahidi huu umeonekana kuwa ni wa kutatanisha zaidi. Ingawa haijulikani kama Yeti anapatikana, ila hadithi za viumbe kama yeye zimekuwa zikichochea mawazo ya watu kuhusu viumbe wa ajabu wanaoweza kuishi maeneo ya mbali na yasiyogundulika kwa urahisi. Namba mbili ni kiumbe Mokele Mbembe. Huyu alikuwa ni mnyama wa maji wa Kongo katika bonde la mto Kongo zamani sana. Wapo watu waliosema kuwa wamewahi kumwona mnyama mkubwa na wa ajabu aitwaye Mokele Mbembe. Mokele Mbembe anasemekana kuwa na umbo la dinosaurs na kuwa ni kiumbe mwenye shingo ndefu sana na mguu mkubwa katika mwili wake. Mashuhuda wanasema kuwa Mokele Mbembe anaishi kwenye maziwa na mito ya maeneo ya jangwa ya Kongo, akila mimea na kuogelea kwa ustadi mkubwa sana. Ingawa baadhi ya mashuhuda wanadai kumwona kiumbe huyu, ila hakuna uthibitisho wa kisayansi unaothibitisha kuwa mnyama huyu anapatikana. Wanasayansi wengi wanaamini kuwa hadithi za Mokele Mbembe ni za kizamani sana, lakini inawezekana kuwa baadhi ya wanyama ambao walizama au kuishi kwa namna isiyoeleweka kama wanyama wa zamani wa maji bado wapo kwenye maeneo ya mbali ya msitu wa mvua za kitropiki. Namba tatu: ni Chupacabra, kiumbe wa ajabu wa mnyama wa damu. Chupacabra ni kiumbe maarufu katika tamaduni za Amerika ya kati na kusini, hasa nchini Puerto Rico, Mexico na nchi zingine za eneo hili. Inasemekana kuwa ni mnyama mwenye mwili wa ajabu sana, na mara nyingi hupigwa picha akionekana kuwa na manyoya ya kidogo au kuwa na ngozi ya kijivu na macho makubwa. Chupacabra anasifika kwa kuwinda wanyama hasa na kuwanyonya damu zao. Hadithi za Chupakabra zilienea sana katika miaka 1990 na watu wengi walisema kuwa wameshuhudia mnyama huyu wakiwa mashambani au hata wakiwa porini. Ingawa kuna watu wengi wanadai kumwona, lakini hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha uwepo wa Chupakabra. Wanasayansi wengi duniani wanadhania kuwa viumbe wanaojulikana kama Chupakabra ni matokeo ya mifugo au hata wanyama kama mbwa mwitu na paka wa mwituni wanaoonekana kuwa na sura ya kipekee sana. Namba nne ni the Beast of Bodmin Moor, mnyama wa ajabu wa porini kutokea Uingereza. Katika maeneo ya milimani ya Bodmin Moor, miongoni mwa milima ya Uingereza, panasemekana kuwa na mnyama mkubwa wa mwituni aitwaye Beast of Bodmin Moor. hadithi za Beast of Bodmin Moor Mo. zinasema kuwa ni mnyama mkubwa mwenye umbo la paka wa mwituni lakini mwenyewe ana ukubwa wa kipekee sana, akifanania zaidi na mnyama jagwa. Mashuhuda wanasema kuwa wameona mnyama huyu akitembea kwenye milima ya Bodmin Moor au akiwinda wanyama wadogo kama kondoo na ng'ombe. Si kila mtu anatilia shaka kuhusu uwepo wa Beast of Bodmin Moor, lakini wanasayansi wanasema kuwa mnyama huyu huenda ni matokeo ya mivutano ya tabia za wanyama kama vile paka wa mwituni na mifugo ya wanyama wa mwituni wa. Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa kisayansi unaoelezea uwepo wa kiumbe hiki. Namba tano ni The Lizard Man of Scape Ore Swamp. Hadithi ya Lizard Man inasikika sana katika mji wa Bishopville, South Carolina, nchini Marekani. Kiumbe huyu anasemekana kuwa na mwili wa mtu na kichwa cha mamba na anajulikana kwa kuonekana katika maeneo ya swamp na viwanja vya mji. Hadithi za Lizardman zilisikika sana mnamo mwaka 1988 baada ya mtu mmoja kudai kumwona kiumbe huyu akitembea kwenye eneo lenye mti wa Scape O, na tangu wakati huo kuna ushuhuda zaidi wa watu waliodai kumwona kiumbe huyu wa ajabu sana, lakini hakuna uthibitisho wa kisayansi wa kuwepo kwake. Kwa sasa Lizardman ameendelea kuwa ni sehemu ya hadithi tu za zamani, lakini baadhi ya watu wanamuona kama ni mnyama wa ajabu aliyejifanya picha katika maeneo ya mvua na mto. Viumbe hawa wa ajabu walioshuhudiwa katika milima na maeneo ya porini ni ushahidi wa jinsi binadamu wanavyohusishwa na maumbile yasiyoeleweka na ya ajabu sana. Ingawa baadhi ya hadithi hizi zinasalia kuwa za kihistoria au za mizunguko ya mapenzi ya watu, ila wanasayansi wengi bado wanadhani kuwa hadithi hizi zina msingi wa ukweli fulani. Pengine baadhi ya viumbe hawa wanaweza kuwa ni wanyi wanyama wa zamani au mabadiliko ya kimaumbile, lakini ushahidi wa kisayansi wa kuthibitisha uwepo wao bado ni mdogo sana. Na mpaka hapo, sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.